Waasi wa RSF wametangaza kuundwa kwa serikali mbadala katika nchi ambayo imekuwa vitani kwa miaka miwili ambavyo vimesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu ulimwenguni. Kiongozi wa vikosi vya Rapid Support Forces rsf Mohamed Hamdan Dagalo almaarufu Hemedti, alisema kundi hilo limeunda mustakabali wa kweli wa Sudan. Tangazo hilo lilitolewa wakati London ikiandaa mkutano wa ngazi ya juu kuadhimisha mwaka wa pili wa mzozo huo, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, David Lamy, alitoa wito wa kupatikana kwa amani. <tinyo> Mapigano yaliendelea huku jeshi likisema lilikuwa limeshambulia kwa mabomu vituo vya RSF nje ya mji wa El Fasher na kulazimisha mamia kwa maelfu kukimbia kambi ya wakimbizi ya Zamzam. Hemedti alisema RSF inajenga taifa lenye sheria na sio dola inayotawaliwa na watu binafsi. Aliongeza kuwa serikali yake itatoa huduma muhimu kama vile elimu na afya kwao, sio tu maeneo yanayodhibitiwa na RSF lakini kwa nchi nzima. <coughs> <coughs> Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu mia nne wameuawa katika mashambulizi ya hivi majuzi ya RSF miaka miwili ya vita Jeshi na RFS wameshutumiwa kwa uhalifu wa kivita ikiwa ni pamoja na mauaji ya halaiki na unyanyasaji mkubwa wa kingono. Hemedi amekuwa katika mzozo wa kung'ang'ania madaraka na mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fatah Al Burhan tangu Aprili 15 mwaka 2023 na kusababisha mzozo wa kibinadamu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 150,000 huku zaidi ya watu milioni 12 wakikimbia makazi yao. Mapigano ya hivi punde katika mji mkuu wa Darfur Kaskazini, el Fasha, yamelazimisha makumi ya maelfu ya raia kutoka kambi ya wakimbizi ya Zamzam kutembea kilomita 70 hadi mji wa Tawila. Hii ni kulingana na shirika la matibabu lisilokuwa na mipaka MSF. Wengi walifika wakiwa wamepungukiwa na maji mwilini na baadhi ya watoto wanaripotiwa kufa kwa kiu. Mashirika ya kibinadamu yameripoti hali kama njaa inayokabili zaidi ya watu elfu mia saba lakini kambi za muda karibu na El Fasha huko, vitisho vya usalama na vizuizi vya barabarani vikizuia utoaji wa misaada muhimu kwa wananchi. Kevin Sewe, Mwanzo TV.